Wa thelathini na sita unasema, na sauti hiyo ilipokwisha Yesu alionekana peke yake, nao wakanyamaza, wasitangaze kwa mtu siku zile lolote kati yao hayo walioyaona mtu yoyote. Je, mimi na wewe katika siri? Siri lebeba mambo mengi sana. Siri, siri ukiwa na siri utakuwa mtu wa tofauti. Haleluya, amen. Lakini ukiwa huna siri, kila mtu akakubeza, atasema huyu wa nini? Hutasikia mambo mengine ni ya msingi ambayo atakufundisha ndani ya maisha. Lakini kuna wengine huko kanisani, anakuja kwa ajili ya kumsema mtu amili umtunzie siri yake na mshauri, lakini sasa wewe kamdova yebo yebo, anapendeza. Kumbe yuko hivi, mme wake analala juu yake, analala chini. Yanakuhusu siri jamani? Hakuna aliyekamilika hapa duniani, lakini inatakiwa tubebeane mizigo.

Bwana asifiwe! Ni wakati wa kumtii Kristo, tusikie sauti, tuwe watifu, tusikie sauti ya Mungu, tujenge vipande vilivyo faili vya utukufu wa Mungu, tutii mamlaka ya Yesu Kristo ambaye leo sauti yake inakuja kwetu sisi masikioni mwetu. Wengine wakwenda kumwambia Mungu. Wewe uliyeguswa, wewe uliyesikia sauti ya Mungu, Yesu wanakuita kwa sauti ya pole, njoo mbele tuombe pamoja. Kuna pengine, kuna watoto wako nyumbani hawataki kusikia sauti ya Mungu.